Wekezaji wa aina hii kunakaribishwa sana nchini. Yaani wawekezaji wa wanakaribishwa. Uh, tumezoea kuzinunua hizi brands kwenye maduka ya kawaida, lakini unapokuwa na, na setup ya namna hii, manake hata wananchi wa kawaida unanunua kitu cha thamani, lakini baada ya mwaka kinakuharibikia. Vitu vingi ambavyo tunauziwa hapa havina hizo warranty. Lakini kwa kuwepo kwa setup ya namna hii, maana yake hakuna hasara kwa matumizi, watumiaji wa nyumbani, unakinunua una kifaa katika duka la mfano duka, duka hili unakuja kununua kitu, maana yake unapewa product ambayo ina warranty. Ikikuharibikia ndani ya miezi sita, ndani ya mwaka mmoja, na wengine wanaenda una, mpaka miaka miwili, bado una uwezo wa kukirudisha kile kitu ukabadilishiwa, ukapewa kipya au ukarekebishiwa kama jambo lenyewe sio kubwa. Lakini kwenye ishu ya ajira maanaake sasa tuna watu ambao watajitolea kuja kuchukua katika eneo hili kuweza kuwa kama wakala wa hawa watu wakawasaidia kuuza hizi vifaa na hizi products maeneo ya mbali, ili watu walioko mfano vijijini kule waweze kuvifikia vitu, vitu vyao. Kwa hiyo uwekezaji wa namna hii ni uwekezaji mzuri, ni mzuri kwa wao wawekezaji, lakini ni mzuri kwetu sisi wananchi pia kwa sababu sasa tunapata kutumia vitu ambavyo thamani yake au kwaliti yake iko vizuri sana. Kwa hiyo mimi na washawishi na wengine sio jina hili tu, leo ni Hisense, lakini wengine wote wenye majina makubwa, kwamba nchi zetu sasa hivi pia ziko salama kabisa kuweza kuendesha shughuli zao, wakaendesha biashara zao, wakaenda kupata mashirikiano, lakini na vyuo vyetu pamoja na maeneo mengine e, tukafaidika tuka kama nchi ni kweli kwa sababu vingi vinavyouzwa kwa mfano ndani ya eneo hili ni vitu vya kisasa, na tunaposema vitu vya kisasa vina mambo mengi madogo madogo ambayo mtu wa kawaida hawezi kujua. Kwanza matumizi ya umeme, maana yake vinatumia umeme kidogo kuliko vile vya zamani. Kwa hiyo hata kwenye bili za umeme utakuwa umepata punguzo kwa kiasi fulani, kwa sababu kifaa chako unachokitumia kinatumia umeme hafifu. Hilo ndilo wametuahidi, lakini siku hizi wanakuambia kwamba ina, ina, ina sapoti mazingira maanake ni vitu ambavyo ndani yake mna vifaa ambavyo havichangii uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo bado ni jambo zuri ambalo nasi tunafaidika, manake ulinzi wa mazingira sio kwa wenzetu Ulaya tu, lakini hata sisi bado mazingira yetu yako vizuri na tunapaswa kuyalinda kwa, kwa maana ya kupata vifaa vya kisasa ambavyo vina, vinaweza kutulindia mazingira yetu watu mia uh, hivyo ni kwa sababu humu ndani peke yake ukiangalia duka hili liko kwa sections, kila, kila ukiingia kuna section ya jiko kuna section ya washing machine, kuna section za TV. Kwa hiyo sisi tunalipanga hili, duk, hili duka kwa njia ambayo tumeweka chances za kazi nyingi, kwa sababu kila mfanya kazi mmoja akiwa humu ndani ana eneo lake ambaye ana specialize in ambalo akiingia mteja akiuliza, maswali anajibu maswali kwa uhakika na kwa majibu ambayo yanaeleweka. Kwa hiyo ajira tunafungua ni nyingi sana na pia sio kwa humu humu ndani tu, hata kwa nje, kwa madereva, kwa wasafishaji tunafungua wa ajira za aina nyingi nyingi.